Tarehe ishirini na mbili mwezi Machi kila mwaka kote ulimwenguni, siku ya maji husherehekewa. Jumamosi, kaunti ya Busia kupitia idara ya maji, umwagiliaji, mazingira, mali asili na nishati itakuwa inajiunga na ulimwengu kusherehekea siku hiyo katika shule ya msingi ya Buhahala chini ya kauli mbiu uhifadhi wa barafu. Kauli hii inaleta umuhimu wa barafu ya dunia na jinsi mabadiliko ya hewa yanavyoathiri. Siku hii inapoadhimishwa, serikali ya Busia chini ya gavana Paul Otoma inajivunia kupiga hatua katika kuhakikisha wananchi wananufaika na maji safi kupitia miradi mbalimbali mbali, ikiwemo mradi wa maji wa Busijo, mradi wa Kolanya Changara cha Masiri, mradi wa Burinda Bumala, mradi wa Bukakala unaoendelea, mradi wa maji wa Amoni katika kijiji cha Atemor, ujenzi wa matenki ya maji, miongoni mwa miradi mingineyo, lengo likiwa kukabiliana na uhaba wa maji safi. Serikali ya Busia inajitahidi kujenga ustahimilivu wa jamii dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi kwa kusambaza maji kutoka kwa kisima kutumia mfumo wa jua. Maadhimisho ya siku hii hutumika kama jukwaa muhimu la kuongeza ufahamu kuhusu umuhimu wa maji safi na kusisitiza haja ya dharura ya kukabiliana na tatizo la maji duniani. Uhifadhi wa maji ni jukumu letu sote, hivyo basi sote tushirikiane, manake maji ni ujenzi wa maisha.